Elekea kaunti nambari ya 44 ambapo kaunti ya Migori inaendeleza kampeni za uhamasishaji wa umma kuhusu haki za afya ya uzazi. Maofisa wa afya wa mashirika ya kijamii wanasema kuwa kuna ongezeko la matumizi ya huduma za upangaji uzazi na majadiliano ya wazi zaidi kuhusu afya ya uzazi katika familia. Mashirika hayo yanalenga kukomesha mila potovu na za kitamaduni za kupambana na unyanyasaji wa kijinsia.

Si kama ilivyokuwa mbeleni, kwa sababu siku hizi unakuta mama wanaongea na mzee, wanakubaliana kile wanachotaka kufanya ndani ya nyumba na ndani ya familia wanakifanya, kinakuwa. Lakini zamani ilikuwa kwamba mzee akisema, mama hakuna kusema, mzee ndiye kusema. Lakini siku hizi wanakaa kama familia moja, wanakubaliana, watoto, mama wanaongea, wanafanya kitu kimoja, na inaleta furaha kwa familia. Kwa njia hiyo tunaona kwamba hayo mafundisho yametutoa chini, yanatupeleka juu. Kwa hivyo tunawapongeza sana wanapokuwa wanakuja kutufundisha kutoka kaunti namba 44.